Habari, naitwa Mwalimu Paul Said Bagenyeka ni mkufunzi wa chuo cha Institute Worldwide kilicho na matawi yake pale Msasani barabara ya Mwai Kibaki jirani kabisa na ubalozi wa Marekani katika ukumbi wa New Msasani Club, lakini pia tuko Bunju A hey, kwa baharia hey, Bagamoyo Road na tuna tawi letu hapa kona ya Fanaka, ukifika Bunju A hey, ukiuliza kona ya Fanaka kwa Mariwa tunafundisha kozi hizi kwa mafanikio makubwa sana, na tumejipambanua kwa ufundishaji wa kozi za hoteli, kwa sababu wanasema huwezi ukafukuza sungura wawili e, ukiwa peke yako utashanika msamba. Kwa hiyo tumeamua kujikita kwenye kozi hii ya mambo ya hoteli, ili kuweza kutoa ufanisi wa hali ya juu na kuyaona mafanikio makubwa kwa vijana wetu ambao tunawafundisha kozi hii. Tunalijua soko lilivyo, na tunajua tuende vipi ili kuweza kukabiliana na soko la ajira la sasa. Uh, nina uzoefu wa kutosha toka mwaka elfu mbili na sita ninafanya kazi hizi za ufundishaji wa kozi za hoteli, kwa hiyo nina uzoefu wa kutosha. Na kabla ya hapo nilikuwa nikifanya kazi katika hoteli katika nyadhifa mbalimbali mbali, idara mbalimbali mbali. Eh, nimefanya idara zote unazozijua za hoteli eh, nimefanya eh, front office operation nimefanya kazi reception, aa, nimefanya kazi kama waiter katika food and beverage department, ndani ya hiyo idara ya food and beverage department, nimefanya kazi kama barman pia, nikafanya kazi kama food and beverage controller, nikafanya kazi kama storekeeper, eh? Kwa hiyo ni mtu ambaye nimebobea. Nimefanya kazi pia kama restaurant manager. Kwa hiyo ninajua nini ninachokifanya. Ninaelewa. Nina connection nyingi sana na kukaribisha Institute Worldwide. Nina uhakika na kile ambacho ninakifanya, nina uhakika na mafanikio yako. Ninaipenda kazi yangu. Sikufanya kazi hii ya kufundisha kama kutafuta like eh, ajira na nini. Hapana, ni, ni fani yangu mimi ninaijua, ni fani yangu ninaijua. Kwa hiyo napenda nianze ni na mwanafunzi nimpe ushirikiano mzuri toka pale anaanza, anapokuwepo darasani afundishwe kwa umakini wa hali ya juu lakini pia tunahakikisha amepata hoteli bora kwa ajili ya mafunzo ya vitendo. Hili lote ninalisimamia mwenyewe, ninajua changamoto zilizopo kwa vijana wetu kuweza kufuatilia na kufuata kazi katika eh, hoteli mbalimbali zenye hadhi ya juu ya kitalii. Kwa hiyo waga nawapa usaidizi namna gani ya kuandaa dokumenti zao, nawapa usaidizi namna ya kufanya interview, nawapa usaidizi eh, namna gani ya kumshawishi mwajiri aweze kutoa ajira kwake. Kwa hiyo kwa vyo vingi hao wengine hao wanaishia kuwafundisha na kuwapeleka field wamemaliza, e, wanashindwa kuzingatia na kuangalia kabisa kwamba e, changamoto, familia nyingi za Kiafrika hawana mazingira ya kwenda hotelini mara kwa mara. Kwanza kuingia tu lile eneo la, la hoteli security iliyowekwa pale Eh, uniambie tu kijana wa Kitanzania ametokea ambet, huko ametokea chuo fulani huko, alafu aingie pale kutafuta kazi ni ngumu sana, ni ngumu sana. Hao watu wanahitaji kuandaliwa, uh, kisaikolojia, kuandaliwa kujitengeneza eh, elimu inaitwa, um, eh, wanasema ni mind mind creation eh, tu, tu, tuandae ufahamu wao waweze kuona kwamba nao ni sehemu ya biashara hizo. Asante sana. tunakukaribisha sana Institute Worldwide. Unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, YouTube, andika tu neno Institute Worldwide. Um, eh, Facebook Institute Worldwide. Instagram Institute Worldwide. Karibu sana, karibu sana kama nilivyokuambia tuna matawi yetu Bunju hapa, lakini pia tupo Msasani. Unaweza ukasiliana nasi eh, kwa WhatsApp namba Uh, 0716932570 au 0764089676. Uh, Karibu sana Institute Worldwide. Best of the world. We are the number one in Tanzania. Thank you very much. Quality is our trademark. Karibu sana Institute Worldwide. Tunapatikana Msasani, Mwai Kibaki Road, jirani ya ubalozi wa Marekani, lakini pia tupo Bagamoyo Road Bunju A kwa Baharia. Wasiliana nasi kwa simu namba 0716932570 au 0764089676 saba sita. Facebook Institute Worldwide College. Email Institute Worldwide elfu mbili na sita at gmail.com. Wote mnakaribishwa. Institute Worldwide Learn for life.